Mungu anapokupa wazo, haangalii hali yako ya leo kwamba una uwezo wa kutekeleza hilo wazo au huna. Haangalii leo yako. Mungu anapoweka wazo ndani ya mtu, kusudio lake ni kesho ya mtu, siyo leo ya mtu. Ndiyo maana hataangalia hali yako ya leo ukoje, hataangalia kiwango cha mshahara unaopata. Hata angalia kwamba ndio kwanza umemaliza chuo. Hata angalia kwamba ndio kwanza umeajiriwa. Hata angalia kwamba umetokea kwenye familia gani. Mungu anapoweka wazo ndani yako haangalii, wala haimsumbui juu ya hali yako ya leo, kwa sababu anachokikusudia ni juu ya kesho anayoiona juu yako ile tu kwamba ni Mungu ameweka idea ndani yako, wazo ndani yako, amesema utakusudia neno nalo litathibitika. Kwa hiyo cha kwako ni kuamini ya kwamba kile ulichokikusudia, kile Mungu alichoweka moyoni mwako kitathibitika, katika jina la Yesu. Niko na watu wanaoamini hapa. Mungu anaweza kutupa milango mikubwa ya heshima. Kuna wengi ambao adui ameaboti hivyo vitu huko kwenye ulimwengu wa roho. Kwa nini? Kwa sababu kuna mtu hujang'ang'ania hilo jambo mpaka litokee. Mungu akishakupa wazo, hakikisha unaomba mpaka upate mpenyo wa kuanza. Ukishapata mpenyo wa kwanza, ndio unabadilisha maombi sasa. Utaanza kuomba nguvu mpya, neema mpya ya kufanya hilo jambo, ili upate matokeo mazuri. Haijalishi watu wanakuonaje, haijalishi wewe mwenyewe leo unajionaje. Lakini ukishaona kwamba kila wakati huwa una mawazo makubwa yanayopita ndani yako, kila wakati huwa una vitu vikubwa, ukikaa mwenyewe namna hii ghafla unaona picha kubwa mbele yako, unaona mambo makubwa mbele yako. Manake ni huyo Mungu aijuae kesho yako ndiye anayekufunulia juu ya milango iliyoko mbele yako, na anataka ifunguliwe. Na Mungu wetu hatishwi na mazingira yako, yaani haimsumbui kwamba anakuwekea picha ya kampuni labda hata ya bilioni, alafu wewe leo yamkini ni mfanyakazi ambaye yamkini unapokea mshahara wa laki tano au wa milioni. Hicho hakimsumbui na wala wewe pia kisikusumbue.